Karibu usikilize ujumbe wa kukukaribisha katika chaneli hii kutoka kwa Bi. Mashukura Habibu Kabwogi, mkurugenzi mtendaji mkuu wa asasi ya Tech Access with Independent Daily Living Skills yani TAIDALS. Kabla sijaendelea, ni kuombe usiache kusubscribe, kulike, kushare na kukomenti. Wapendwa wote Ninawakaribisha kwa moyo mkunjufu kuwa wa kwanza kutembelea asasi ya Tech Access with Independent Daily Living Skills, yani TAIDALS ili mfurahie huduma zake. TAIDALS ni asasi huru na isiyo ya kiserikali iliyosajiliwa kwa namba ya usajili 3631. TAIDALS inapatikana jijini Dar es Salaam, Tanzania, lakini inatekeleza shughuli zake Tanzania nzima. TAIDALS inatambua kuwa suala la ujumuishwaji wa watu wenye ulemavu katika nyanja mbalimbali mbali za maisha limejikita katika dhana ya kutomwacha mtu yeyote nyuma kama inavyosisitizwa kwenye ajenda ya maendeleo ya malengo endelevu ya mwaka 2030. Hata hivyo, pamoja na dhana hii, watu wenye ulemavu wamekuwa wakitengwa kwa kiasi kikubwa katika shughuli mbali mbalimbali za kijamii. Hali hii inachangiwa na ukosefu wa elimu kuhusu ujuzi wa matumizi ya teknolojia, kutopatikana kwa vifaa fikivu vya kiteknolojia kwa urahisi, pamoja na ukosefu wa mafunzo ya mapema juu ya ujuzi wa kuishi kwa kujitegemea katika maisha yao ya kila siku. Kutokana na ukosefu wa ujuzi huu, Watu wenye ulemavu hukumbana na changamoto mbalimbali katika kufanya kazi, kusoma, kushirikiana na wengine na kutekeleza majukumu yao ya kila siku kwa uhuru na kujitegemea katika familia, shule na jamii kwa ujumla. Matokeo yake, wengi wao bado wameachwa nyuma katika matumizi ya vifaa vya kisasa vya teknolojia, wanakosa uwezo wa kujitegemea katika maisha yao ya kila siku, hali inayowalazimu kutegemea watu wasio na ulemavu kukamilisha majukumu yao kwa kiasi kikubwa, hali inayowasukuma kuishi katika umasikini uliokithiri. Kwa hiyo basi, ili kutatua changamoto hizi TAIDALS itatoa mafunzo ya ujuzi wa matumizi ya teknolojia kidijitali, pamoja na ujuzi wa kujitegemea katika maisha ya kila siku kwa watu wenye ulemavu. Lengo la TAIDALS ni kuwawezesha watu hawa kujimudu kimaisha kwa uhuru bila utegemezi, na hatimaye kuondokana na umasikini na kuwa huru kufanya mambo yao bila kusubiri msaada wa mtu mwingine. TAIDALS inaamini kuwa watu wenye ulemavu hawawezi kujumuishwa ipasavyo bila kuwezeshwa kufikia huduma na teknolojia kwa njia fikivu. Kwa hiyo, asasi itatoa mafunzo ya teknolojia na ujuzi wa kuishi kwa kujitegemea kwa namna inayozingatia mahitaji ya watu wenye ulemavu ya kipekee, jumuishi na fikivu. TAIDALS ina rasilimali watu waliobobea na wenye uwezo mkubwa wa kukuhudumia. Karibu kwenye asasi inayokuthamini, inayokusikiliza na inayokupa huduma sahihi. Karibu kwenye asasi inayokufanya ufurahie kujifunza kwa namna inayoridhisha roho yako na akili yako kikamilifu, na kukupa uzoefu wa kipekee. TAIDALS ni wewe, bila wewe TAIDALS haiwezi kupaa. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana na mkurugenzi mtendaji wa TAIDALS kupitia simu namba WhatsApp 0753 741156 au andika barua pepe TAIDALS tanzania at gmail com. TAIDALS tanzania at gmail com. TAIDALS t a i d a l s tanzania at gmail com, au sanduku la posta mitatu 533 Dar es Salaam. Sanduku la posta meleto hamsini na tatu, Dar es Salaam. Kwaherini, ni kuombe usiache kusubscribe, kulike, kushare na kucomment.